Mchakato wa kumtimua mamlakani spika wa bunge la kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire umechukua mkondo tofauti na kuchangiwa na wanaharakati wa kijamii kuingilia kati mvutano huo. Hii ni baada ya mswada wa kumtimua mamlakani Mwambire, kuwasilishwa katika bunge la kaunti ya Kilifi na mwakilishi wadi ya Tezo Thomas Chengo, na kuungwa mkono na wakilishi wadi wa bunge hilo ambapo arobaini na mbili kati yao walitia ya saini mswada huo Japo baadhi ya viongozi na wananchi wanadai kwamba mswada huo ulijiri kufuatia mvutano wa kisiasa kati ya spika Mwambire na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro, wote wakiwa katika chama cha ODM. Wanaharakati wa kijamii wakiongozwa na mwenyekiti wa vuguvugu la uwajibikaji wa bunge la kaunti Charles Chigiri wakikosoa mswada huo. Kosa la kwanza ambalo wanasema spika alifanya, wanasema eti spika amehujumu shughuli za bunge za kutengeneza bajeti. Shughuli zile hata saa hizi tunavyozungumza zinaendelea, kumekuwa na vikao vya public participation. Sasa tunajiuliza spika amehujumu zile shughuli namna gani? Chigiri anasema iwapo wakilishi wadi hao watafaulu katika kumbandua mamlakani spika Mwambire, basi atawasilisha kesi mahakamani akishinikiza kujiuzulu ama kutimulia mamlakani kwa Spika wa bunge la kitaifa Moses Tangula, akishikilia kwamba wabunge wa bunge la kitaifa pia nao wamezembea katika kuwajipikia ya majukumu yao. Huyu wakifanikiwa kumtoa mimi mwenyewe kama Chigiri, eh, mimi mwenyewe kama chigiri pia nitaenda kotini na niulize kwa nini wale maspika wengine ha? wako kule na bado wako na navyo kwa vyama. Aidha, wamedai kwamba wakilishi wadi wanaopinga mswada huo huku wengine wakitia saini mswada huo kutoka shinikizo hizo. Alex Kalama ni mkaazi wa wadi ya Dabaso. Mimi nashangaa nikiambiwa kwamba spika wetu Teddy Mwambire kwamba amehujumu bunge na zile sababu zinazotolewa sizioni zina msingi wowote, kwa sababu kama hospitali zetu za Kilifi zinakosa madawa, hakuna dawa, hakuna huduma vibarua wa kaunti hawajalipwa, watu wanalalamika kila uchao, ambulance zenyewe hata zingine za bibisho magaa kama kule Ganze. Halafu badala washughulikie haya maswala ambayo yanasibu yana wananchi wao yana wameingiza siasa na kuona kwamba ni wamtoe Tedi ndio wao waweze kuingia katika ile njia inayofaa wafaulu, kwa sababu ni kama ile mipango yao wanaoifanya, wanaona Tedi ni kama kikwazo. Hili jambo la kumbandua Tedi lo Mwambire lisiwe jambo la kufaidisha watu kadhaa kisiasa, kama liko nao na mwongozo wa kuwa mwanakilifi atafaidika, waje watueleze makosa bayana yanayoelezeka ya kwamba Teddy alikosea. Sifurahi kwamba mca wa, MC wangu has been used kama mtu yule ambaye anasukuma huu mchakato wa kumwondoa Teddy Mwambire. Nimeangalia kwa hiyo petition, hakuna kosa ambalo bwana Mwambire amefanya kulingana na kikatiba. Hiyo yote hapa ni siasa na Mheshimiwa Tom Chengo anatumika kama siasa. Tayari naibu spika wa bunge hilo la Kilifi Naftali Kumu ameteua kamati maalum kuchunguza madai yaliyoibuliwa dhidi ya, ya spika Mwambire ambapo kamati hiyo inajumuisha Tahir Abdurrahman Filista au Mameso Hassan Saidi na Umi Muhamed, na wanatarajiwa kuandaa ripoti na kuwasilisha katika bunge hilo. Spika Mwambire anashutumiwa kwa ukiukaji wa katiba, kuenda kinyume na majukumu ya bunge, utumiaji wa ofisi ya umma vibaya, miongoni mwa shutuma zingine. Iwapo mswada huo utapitishwa katika bunge hilo na kuzingatia vigezo vyote vya kisheria kwa kuambatana na kipengele cha 251 ibara ya kwanza na ile ya pili ya katiba ya Kenya, basi spika Mwambire hataruhusiwa kusimamia tena ofisi ya umma. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi, Coco FM, Ladha ya Pwani.